Yani, dunia iko mwishoni mwishoni, kwa kweli. Dunia iko mwishoni au mimi niko mwishoni mwishoni? Maana kila kitu kizuri nnakisikia kwa wenzangu, kila kitu kizuri nitakikuta kwa wenzangu. Yani kama pikipiki nzuri, piki, nitaiona kwa wenzangu. Maji ni mimi piki piki, piki piki, na pikipiki kama pikipiki na matairi mawili mmoja lazima liwe la miti, moja la chuma, kama nyingine. Na kama na kama mke mzuri nitamsikia kwa mwenzangu, huyo mke mzuri. Na kama mimi nakuwa na mke huyo mke sasa, hata huu mimi nilivyo hivi, yaani kiangalia mimi nilivyo, yani nilivyo, ujue nitamzidi mzuri kwa mkwao tena bora hata ni mzidi uzuri niwe naye saa hata huyu naye sina. Ah, yani hata inchi nzuri. We hapo kwenye inchi hapo utalie eh. Eh. Ah. Eh.